Hata hivyo una bahati kubwa sana kuonana na mimi, kwa sababu sipenda kuonana na watu ambao sijuaninao. Kwa hiyo funguka shida yako. Nipo nje muda na mambo mengi sana kufanya. Najua kweli wewe unifahamu kipindi ambacho wewe unafunga ndoa na Dori, mimi iaafanya kazi mimi kufunga ndoa na Dori Umetufahamu vipi na wewe ni nani kunasiku? <laughs> Ulikuja pale nyumbani kwa mwanzani, yaani ni nyumbani kwetu sisi, japo ulikuta kama sintofahamu vile. Ndio maana mimi sijapata muda mzuri sana na kuzungumza na wewe. Inawezekana tungezungumza eni ndenijua kalia sasa Unaweza kulipa gharama yake hiyo. Karibu. Asante. Aha. <laughs> Nimesha kukumbuka. Nilikuja that day nyumbani ni kwenu, nikakuta wewe shangazi na mzee mmoja hivi. Okay, sawa. Funguka, kuna shida gani? Kwa nini unataka kuonana na mimi? kuna siri na <laughs> kubwa sana katika familia yako. Nataka nikwambie, kama ukiwa tayari nitafute, nitakwambia kila kitu. ni siri gani? nataka uniambie, na mpaka nimeamua kunana na wewe inamaanisha kwanipo tayari kusikia chochote kutoka kwako. <laughs> Kaliupo tayari? yeah of course, nipo tayari. Sawa, ila minikendi waga siamini watu hivi wa wameshanizingua sana, tu watu niwaamini kama wewe mwisho wasiku wa sasa. Basi, ukitaka nikwambie kila kitu, mimi na sharti langu moja na ukilifanikisha basi kila kitu kitakuwa uwaze. Sharti gani hilo? <laughs> Kubali kulala na mimi. Hivyo mwanamke una akili timamu kweli wewe? Sasa kwa nini shemeji yako? Alafu leo niambia nani na wewe? Unajitambua kweli wewe? Naomba kama huna maana kuniambia niondoke. Sina muda mchafu kupoteza kuongea na wewe. Wewe <laughs> uh, uh. Ni, baid, ni kwa nini shemeji yako? Ah ah. Huo ni ukweli mwingine ambao mimi haunihusu. Ila ukitaka ukweli zaidi nitafute nikwambie. Wewe vipi wewe? Ah, basi sikiliza. Mimi niambie. Wewe binti, Neno, oh. Sikumzoea maneno maneno, eh, sipendelei saa. Eh, habari zenu kwanza wale. Uh -huh. Ah, leo nataka niwaambie kitu jamani, jamani, mimi leo nina hela, unajua nina hela, yani nina hela kweli kweli. Kwa hiyo nataka mtoto mmoja hivi ambaye, ah, kidogo ufundi anaujua ah. Akanikandekande ah, asikomee mikono ah, akanivunja ah. Sawa eh, na kitu kingine labda ambacho amkijui kuhusu mimi, yani mimi nimezaliwa katika hii dunia Ayi. mimi jamani, napenda kuonga mimi napenda kuonga. Mbona wewe kwanza nanavangozi na kuaga, hawana hela kwanza, umepauka angalia, hata kitambi huna jamani. Hivyo huyu mlikuwa naye au kachipukia? Hivi hmm, ananijua vizuri mpleka. Hmm, e ujambazi wako e, kwe... mbele tu kudandadandia matreni kwa mbele. Mwangalie. Sasa niwaambie, nataka mtoto akanitachi, touch. Akanitachi, touch. kwa sababu mimi katika hii dunia mwenzenu kitu ambacho nimechagua. Mimi napenda kuonga. Yaani napenda kuonga kuliko kusaidia ndugu zangu. Mega ni ndugu wangu pale, anauma. Hela nayo mfukoni. Mimi naenda zangu kuonga. Alafu kinachonishangaza hivi, hawa wanaume wa sasa hivi wana nini jamani? Eh? Yaani mwanaume unashindwa kumuonga mtoto mzuri kama wewe, unamchapa kitita. Unajua kitita? Kitita cha elfu ishirini

<coughs> Punguza jazba ndugu yangu, nimekusikiliza vya kutosha na nimekuelewa, lakini nikupe pole mno. Uh, naomba nikupe pole sana kwa changamoto unazozipitia katika ndoa yako lakini kitu ambacho umekifanya kwa mke wako sio kizuri hata kidogo. Yaani umemfumania na rafiki yako ambaye ni ni, ni ni mwajili wako katika kazi na ni rafiki yako kipenzi, halafu unamsamehe? Kwa nini umsamehe msaliti? Hivi unajua kwamba maumivu ya mapenzi yanauma kiasi gani? ni bora mtu akachukua kiwembe na akakuchana katika ngozi yako. Maumivu yake yatadumu kwa muda na baadaye ataisha, lakini maumivu yosariti, halinda ya usariti hudumu halinda ya halinda. Sasa nashindwa kuelewa, ndugu yangu, kwa nini umsamehe mke wako ili hali amekusariti? Unaamini kwamba hatorudia tena kukusariti au atabadilika, hatakusariti tena hapo baadaye? Kwa nini umemsamehe mke wako wakati amekusaliti? Unaamini kwamba hatokusaliti tena, au atajirekebisha tabia yake na hatorudia tena hiki alichokifanya? Sawa, nilikuwa natafuta, kwa sababu umekuja, hebu ujaribu kunitafutia wewe ambaye E, ndani ya hii wiki hajatoka toka sana e, hajaruka ruka, mana hawa. Yani mimi ndio nikutafutia wewe si, ah, ndio unakaa nao unawajua, yani wewe ndio utanisaidia, sababu hawa mwewe hawa hawa hawa kiboko hawa. Wewe si mchanganyi <laughs> well, <it's came> <laughs> <laughs> <laughs> mafaili hapa. Nataka sasa papa. Sasa we mama we, mbona unapenda hela hivi? Utafikia umezaliwa karibu na benki jamani. Wewe jaribu kulichomolea mmoja, alafu mimi nawe tutazungumza pembeni, wewe mkubwa mwenzangu bwana. Wewe hela, mimi naipenda, tena naipenda hela kulikwata maisha yangu ninavyoyapenda. Nikuambie kwa taarifa yako, asa wewe utoke huko uje uniletee mbambamba, uje uniletee swaga tu na staili zako za za kutoku ninipa mimi hela. Mimi kwenye swala la hela sitakusikiliza hata kidogo. Ninachotaka mimi nipe hela. Utachagua yote, hapo utaondoka naye. Kuna hmm. Hela hmm. Sa, samani lakini samani kumnaza acha kumsimatusi hivi samani eti mama na mama. Ili wigi wakati unalivaa uliangalia vizuri kwenye kiola kwako au leo umekosea. Maana naona leo limekaa upande. Acha ujinga. Kiramba cha ukumbavu ndio maana kasema samani. Oho. Alafu yule mama uniletea mbona kama simuelewi? mama yule amekuja hapa, tumempa taratibu zote za kazi, ameanza kazi vizuri. Leo hii akaacha kazi yake kaanza kazi ya umbea. na namkuta madirishani kule anafanya umbea, kuchungulia, kumsema tayari tena shati ya nongo. hivyo sijui ndo amechukia kwa ajili ya hiyo sijui ndo vipi, kaondoka ghafla, hajamwaga mtu, simu nampigia hapokei, kazini haingii, asa mimi namwelewaje jamani? Kwa hiyo unamaanisha kaacha kazi? Mmegombana au imekuwaje sasa? Una underline au una understand hapo? Underline, sikia, nikwambie, wewe una uwezo wa kumshawishi mama. Kaa naye chini, mshawishi, ongea naye vizuri, arudi aje, ongea na kazi. Kinyume na hapo, wewe mwenyewe unajua kabisa navyokudai, una madeni yangu kwa sasa. Wewe usipompanga yule aje kufanya kazi, tutimize ahadi zetu, nitakurudia. Nisikilize, mama. Sawa, mama la mama, nisikilize mimi. Yule mama hawezi kupindua kwangu. Yule mama ananuka shida pa kuweka hakuna. Unanisikia? Familia yao inanuka shida kweli kweli. Sasa mshahara la kimbili, au kimbie umu. Mimi niachie achie hilo. Mimi naenda kumkongi tena leo, eh, sijui nika jitafute kidogo, yoni isipigiagi hivi. Lakini mkipigiaga hivi. Ah, sasa, mama la mama, wewe ulikuwa unataka nkamtafute mama mwingine au? Wewe. Wewe. Mimi hapa anachokitaka wewe, yule unamweza kazungumza naye, yeye aje amalizie kazi zake, tufike ahadi zetu. Ujue mimi na wewe bado tuna ahadi, na ahadi zangu bado hujalipa. Sasa wewe ukizingua au akizingua yule mama, utanilipa hela yangu mpaka tone la mwisho. Nakwambia kabisa, kwa taarifa. Au hata ukinong'oneza sasa hivi yule mama kwangu apindui. Unanisikia? katika katika familia ambayo inanuka shida. Nisikilize. Mimi leo nitaenda kuzungumza naye sawa, alafu eh? Sijui yule kidogo nikajipate mami sinywa gram kijipata nina voko hizo zinatoka tu <laughs> tena nitaenda kumdokeza, nitaambia yule mama kaongeza mshahara laki mbili na nusu, unanielewa? Kwa hiyo leo niachi milo limeisha. Sasa fanya mpango basi nichomoke. Tena ukomi mpango gani? bado ubande deni juu ya deni

Mwenzangu, ile wigi ikitokea umegeuka hivi basi, inawezekana leo hii wewe ukamsamehe kwa dhati kabisa, lakini nikwambie kitu kimoja. Mwonja asali hurudia tena tena na tena kwa, kama leo hii ameweza kukusaliti hata huko baadaye atakuja atakusaliti pia vile vile. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikakushauri, ndugu yangu, kuwa makini sana na mke wako. Sawa ndugu yangu, nimekusikiliza na nimekuelewa, na nitakuwa makini, ila kuna kitu bado kinanitatiza kichwani. Nashindwa kumwelewa mke wangu, kwa nini amemfukuza yule binti wakati hana hatia yoyote ile? Kwa sababu nilichofanya mimi ni kumtendea wema kwa kumsaidia kutokana na matatizo anayopitia. Sasa mke wangu anakuja tu from nowhere na kumfukuza yule binti, hivi ni fair kweli, bro? Hiyo yaani, kusema ukweli, nashindwa kumwelewa kabisa Dorine. Ukiona umeshindwa kumwelewa mke wako, basi hapo ndo umeanza kumwelewa, kwa sababu mke wako haeleweki. <tune> Unajua, katika maisha lazima ujue kutofautisha baina ya tabia na uhalisia. Kwa jinsi ulivyonielezea mke wako namna alivyo, anaonekana huo ni uhalisia wake. Kwa hiyo wewe unapaswa uangalie namna gani ya kuishi kulingana na uhalisia aliyokuwa nao, na umenambia hapo pia kuhusiana na shemeji yako. Mimi kila nikisukuti katika akili yangu, naona kabisa huo ni mtego, kwa sababu kwa jinsi ambavyo umenielezea inaonekana kabisa mke wako pamoja na shemeji yako ni watu wa karibu sana, na kuna vitu vingi sana wanavyofahamiana kiundani zaidi ambavyo hata wewe uvifahamu. Na isitoshe huyu ni ndugu wa mke wako, we ni shemeji yako, kwa nini akutongoze? Ina maana hapo kuna kitu ambacho kipo baina yao, kuna mtego amekutegea wewe. Kwa hiyo mimi hapo naomba nikushauri na jambo moja kama utojali, inabidi umlaghai shemeji yako kimapenzi. Ha, ha, hapana. Unajua Tasha, bado sijakuelewa vizuri yani? Nimlaghai kivipi hebu, kwa serious bro, huu mchezo ambao nataka niucheze ni hatari sana. Ay, kwa mfano nimemlaga kimapenzi na akakubali ombi langu na akaenda kumwambia mke wangu na akaenda kunichongea kwenye familia yake. Hivi unadhani watanichukuliaje na jamii itanionaje mimi? Hebu kwa siri stasha, nimemlaga kivipi yani? Usininukuu vibaya na wala sina maana mbaya na wala sijakushauri vibaya, bali ushauri huu kama ukiufuata utakusaidia sana kwa sababu yeye amekuambia kwamba kuna siri nzito ambayo yuko nayo kuhusiana na mke wako, anahitaji akuambie, na amekataa katakata kukwambia chochote kile mpaka utakapokuwa mpaka utakapokubali kuingia naye katika mahusiano. Kwa mimi sijamaanisha kwamba uingie naye kwenye mahusiano ya kweli, hapana, bali mlaghai. Kama upo naye katika mahusiano, hii itakuwa njia pekee ya yeye kukwambia hiyo siri na utafahamu ni kitu gani kilichokuwepo kuhusiana na mke wako na ni kitu gani kilichokuwepo kuhusiana na maisha yako kiujumla. Hiyo ndio maana yangu mama. Ah, <laughs> sasa mimi mwenzio nakuangalia sebuleni kumbe mama yangu ko Niko kuwani na anuanua vinguo tena sulo na vimekauka hivyo nadondoka dondoka ndipo kuja kwa vipote. Eh, kweli kweli bwana, unajua zikikauka na upepo lazima zidondoke chini. Mm -hmm. Eh, sasa mamangu ndio umefanya nini? Eh umefanya nini mamangu? E? Unawezaje kuikimbia riziki kama ile? Kwa sababu mama, ile ni riziki tena kwa kipindi hichi kigumu ilikuwa inakufaa na mama. Kujaribu kusovu sovu matatizo ya umundani. Sasa kwa nini mama? Eh Unajua vitu kama vile ni wachache sana wenye moyo wa kutoa pesa kubwa kama hiyo kilamba, mwanangu eh. Hujajua tu kilichonikuta ah. Sawa mama, hata kama umesemwa inawezekana, mama, ulienda kuchungulia visivyochunguliwa. Sasa mtu kukusema, maanake kakuelekeza tu kwamba hapa ufate kazi yako, haya mengine achana nayo. Sasa mamangu, ndo uache kazi kazi kilamba, eh? Sijiacha kazi kwa sababu eti ti madam amenisema. Mimi mtu mzima, sasa hivi nimesema mangapi mpaka umri huu? Leo hii ameongea tu kidogo, mimi niache kazi. Hapana. Hiyo sio sababu ya kunifanya mimi niache kazi. Sasa hebu niambie mama, ni sababu gani hiyo iliyokufanya wewe ukaacha laki mbili mshahara laki mbili mama eh, leo hii eti kuna kitu tu kimetokea ghafla. Hapana mama, hapana, mama. Hapana mama, hemu hiyo ni sababu gani iliokufanya leo hii mamangu angu unaacha mshara laki mbili eh, kwa kazi ya kufagia tu na kudeki e, niambie mama? Unajua nikwambie kitu ni, ni rahisi sana kuacha kazi, ila kwenye kupata kazi ah. Hapo nikizuiani na ubungu mm -hmm. kilama mwanangu mm -hmm. nimeacha kazi kwa sababu pale ndani kuna mtu sitaki ajue kwamba mimi nimegundua yeye kazi gani ambayo anaifanya ili kupata kipato. Kuna nani? Kuna mtu ambaye namfahamu na sitaki ajue kwamba mimi nimegundua yeye anafanya kazi gani, kwa sababu pindi atakapogundua tu, atakosa amani, atajisikia vibaya, wakati yeye familia yake inamtegemea kupitia kazi hiyo. Na ndio maana nikaondoka, ili asinione kwamba mimi niko pale nafanya ile kazi, kwa sababu mwisho wa siku ataniona. Halafu yeye ataacha ile kazi, ataishije? na familia yake itaishi vipi? Hicho ndicho kilichonifanya mimi niweze kuacha kazi mm. Mm. Sasa samani lakini, <laughs> sasa mama, umesema pale kuna mtu mwona. Bwana mimi mwenyewe pale, unavyogundua mimi mwenyewe nina hiyo michezo e, ya kunyakua mmoja mmoja pale. Sasa huyo mtu, si bora uniambie ili na mimi ni mkwepe, nisije nikamchukua, kwa sababu mimi unavyoniona nikiwa pale mama, angalau kuna vitu najipozapoza sasa, nisiangukie kwake. Niambie kumjua huyo mtu. Wewe haikuhusu, sio kazi yako, ila kikubwa elewa tu kwamba nimeacha kazi kwa sababu kuna mtu sitaki ajue. Mpaka sasa hivi, bibi, hatujapata taarifa yoyote kuhusu Akinakai na kufikia jioni, wasipoonekana lazima watangazwe tu kwamba ameshafariki. Lakini maumivu ya usaliti upenya katika damu ya mwanadamu hupitiliza mpaka katika moyo. Jamaa we, sio bure. Yaani wewe mwanamke kakuroga. Usuhuba na ukuruba ni jambo jema sana kwa wongwana, hivyo basi usuhuba wetu utabaki halinda ya halinda. Mungu baba, watu wanaja kukopa tukurudisha hawezi. Kana wanaja kukopa tukurudisha hawezi. Kwa nini? Mimi nakwambia. Jua la kesho ulioni Mambo sio shwari, upepo na tufani vinanisukumami, atariski ninayoipatami haitoshelezi kuilisha famili. Ingilia kati, e hey, Mungu Baba hey. hey hey,